Je, ni sahihi kupima DNA kibiblia? Watoto kuwapima DNA kibiblia ni sahihi? Biblia inatueleza nini habari ya kupima watoto DNA? Ni dhambi ama si dhambi? Ungana na mimi katika somo hili la leo. Utakumbuka siku moja Suleimani anapoletewa kesi na wanawake wawili, wakibishana nani mwenye mtoto, kwa sababu mmoja alimlalia mtoto wake usiku akafa. Akina mama, kueni makini wakati wa unapozaa watoto, wanapokuwa wachanga. Akamlalia mtoto wake akafa, akaiba mtoto wa jirani yake, akawa kwa yake, afa akampatia yule mwenzake mtoto aliyekuwa amekufa. Walipoletwa kwa Suleimani hiyo kesi, unaifahamu walivyoiamua Suleimani? Akaagiza yule mtoto akatwe katikati vipande, alafu kila mmoja apewe nusu. Ila yule mwenye mtoto, kwa sababu uh, mtoto aliingiwa na huruma mtoto anakufa akasema, hapana, basi kama ni hivyo, mwachieni mtoto. Ndipo Suleimani akasema, hapana, kumbe mtoto ni wa huyu mama aliyeona huruma. Hiyo ilikuwa ni nyakati ambapo DNA technology haikuwepo, lakini kwa leo, kwa sababu teknolojia ipo, DNA si si shida wala si kosa kupima katika mazingira kama haya. Kumbuka katika mazingira kama haya ikiwa kuna kesi labda mnahitaji kwa habari kwa habari ya kuprove umezaa mtoto nje, mnavutana, mna, mna, mna wanaume zaidi ya mmoja, nani mmiliki hapo, unaweza ukapima DNA. Ni sawa kwa sababu mnahitaji ukweli. Lakini pia kuna mazingira ya kupima DNA kana, kama kama kuna mahitaji ya matibabu na vitu vingine vingi Madaktari na, na wataalamu wa afya wanajua sababu hizo nyingi, ziko labda kama kuna kesi za mirathi, mnaweza mkapima DNA. Kuna ubakaji na uhakiki wa tuhuma, hapo unaweza ukapima DNA. Lakini ndugu yangu nikwambie, narudia tena, usipime mtoto DNA ili kuprove kama ni wako wakati mkiwa kwenye ndoa na mke wako, aidha mtoto awe wa kwako ama si wa kwako, usipime DNA, mlee mtoto ikiwa amepatikana hata kama una, una, una mashaka, lakini ikiwa una uwezo wa kumlea mtoto, lea mtoto katika hali hiyo, kwa sababu ukipima DNA matokeo yake hayana amani mbele. Aidha ukute mtoto yule sio wa kwako, ni vurugu ya ndoa. Ukikuta mtoto ni wa kwako, ni vurugu ya ndoa, kwa sababu ile saikolojia torturing unayofanyia mama na ukaprove kwamba mtoto ni wa kwako kweli hiyo tayari hawezi akahil, hiyo ndoa umeshaijeruhi. Lakini saikolojia ya mtoto ambaye amepimwa anaanza kuona, ina maana, kwa hiyo baba alikuwa na wasiwasi na mimi. Sasa imegundulika kwamba mimi ni wa kwake, lakini ina maana kumbe kuna mazingira ambayo mama yangu na baba yangu hawaaminiani. Tayari ni vurugu. Narudia tena, ikiwa ni kwa ajili ya, ya, ya maisha ya kawaida ya ndani ya ndoa na una wasiwasi na mtoto Usipime DNA mlee, kana kwamba unatoa huduma kwa kwa sababu kwa sababu hata hivyo ni hata hivyo ndiyo huduma ambayo ndiyo huduma ambayo tunaweza tukaifanya katika ndoa. Leo kuna somo ambalo lilipita, ukiangalia katika channel yangu unaweza kukutana nalo. Niliwaambia uwe na uwezo wa kulea mtoto ambaye hata kama si wa kwako kwa biological. Kwa hiyo kupima DNA kwa ajili ya kwa seteini ukweli katika mazingira, mazingira fulani, bado si shida kwa Biblia, lakini kupima DNA kwa ajili ya watoto ambao tuna wasiwasi, sikushauri kufanya hivyo kwa sababu ina madhara makubwa sana. Mungu akubariki. Nitamani tamani tu, tu, tujadili kidogo habari ya upimaji wa DNA. Ni sawa kulingana na mazingira, na Biblia inatuambia ukweli unatuweka huru. Kwa hivyo unaweza ukafanya, lakini iwe mazingira ambayo yamepimwa na kuona ya kwamba yana positive impact. Vinginevyo, Mungu akubariki sana, endelea kubaki na sisi. Hata wakati mwingine, baibai bye bye.